Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Bwana, jioni sasa imefika, jua limezama nasi twaenda kupumzika. Tunakushukuru kwa ajili ya siku nzima leo, tunakushukuru kwa ajili ya wingi wa rehema na fadhili zako. Na sasa tumerudi tena kutoa shukrani zetu kwako, Bwana. Umetulinda dhidi ya mengi, tunakushukuru. Umetuepusha mabaya mengi, tunakushukuru. Umetupatia vitu vingi tunakushukuru. Bwana, zaidi ya vitu umetupatia uhai na afya njema. Tunaomba toba kwa ajili ya yote ambayo tumekukosea kwa kujua na kwa kutokujua. Tutie nguvu na ujasiri waoni mwetu ili tuwe wajasiri kukisogea kiti cha kitubio, ili hata ile siku unaokuja utukute tu safi, tumejiandaa kwa ajili ya kupokea wewe, mkombozi wetu. Utulinde tena usiku huu dhidi ya mashambulio yote ya uovu ili kesho tuamke salama, nafsi tulisifu jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Na atakieni usiku mwema na mwisho mtimilifu, atujalie Mungu Baba Mwenyezi. Tumsifu Yesu Kristo.